Mwene mambo vipi tena mtazamaji wa Mastaz TV. Kama kawaida naitwa Alex Ali 26. Aidha ukipenda niite 26. Ebwana bwana. Biende kamera niko na kabisa mtumbadi mmoja kati ya makameramani ambao wanani appreciate sana kwenye kazi yangu. Bwana leo tuko na mbii mdada fulani hivi nadhani kwamba mmeona kazi yake na mmeona kilichomleta hapa. Sema tu kuna talent fulani hivi, natamani kila mmoja asikie kutoka kwake, pengine hichi kitu ana uzoefu gani na chenyewe. Dada niaje? Safi. Nzema. Yeah. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Pascaline. Nani? Pascaline. Maskaline. Pascaline. Pascaline. Mm. Bana, tumekuona una, unafanya kazi ya makeup. Hii hapa ni kazi yako. Aidha, kuna namna bado bado, sio mzoefu sana. Ni kazi yangu. Una muda gani nayo? Miezi sita. Unaifanyia hapa hapa au kuna namna unafanya nje hapa? Yeah. Nilikuwa nasoma nje hapa na nikaanza kufanyia huko. Kwa hiyo sasa hivi hapa ndo nimeanzaanza. Umeanzaanza? mm. Pengine huko ndani una, una muda gani toka uingie huko? miezi miwili. miezi miwili? kama upepo fulani umekuja nao, umefika ndani ya miezi miwili na umeanza kazi. sio upepo, na kwanza nilichelewa sana kwanza, mm. kwa sababu kazi au biashara ni matangazo, sikuwa natangaza, ndio maana ningetangaza hata kwenye siku mbili au tatu ningekuwa nishaanza kufanya kazi. Ina maana hapa ndo kazi ambayo umeisomea ndiyo, umechukua, ume muda gani ku, ku, ku, ku, kupata hii talent ambayo unayo sasa hivi? Miezi mitatu. Miezi mitatu, mm. Ina maana miezi mitatu kila kitu kituuka umeshajua? Ndiyo, na pengine ulizingatia nini hasa hasa kwenye, kwenye kujua namna ya kuremba ulizingatia nini cha kwanza? Ni kazi ambayo napenda toka muda nilikuwa napenda, toka nikiwa mdogo nilikuwa napenda kujipamba au kupamba watu wengine. Kwa hiyo haikunichukulia ugumu au muda mrefu, kwa sababu ni kitu ambacho kilikuwa moyoni. ina mm, ina maana pengine kuna mwingine anaweza kusema bana, kwanza nataka unifundishe na waki, ukiona mwelekeo wake kama ni kitu ambacho akiko moyoni uweze kumwelekeza. Ni bidii, sio lazima kwa Kiwe moyoni kwa sababu ni wengi wanaijua ikazi na hawakuwa naipenda kama mimi. Ni bidii tu, una, yani mtu yote anaweza akajua. So, pengine ni kwa ajili tu ya wanamuziki, aidha kuna namna unaweza ukafanya kwa ajili ya harusi, aidha pengine wakikuita mahala tofauti, yeah, yeah, na muziki unaweza ukafanya. Eh, nafanya. Na mara ya kwanza wewe kumpendezesha mtu pengine u, u, u, walikupa sifa gani? Aliniambia tu ongea. Kujua, kwa kumwangusha mtu ah, mwanzo ni mgumu. Mwanzo ulikuwa mgumu kidogo, lakini nikazoea hmm. Pengine watu gani ambao ushao kuwapendezesha, ukasema eh, hapa moyoni hapa nime, nimetisha kidogo, wa kwanza ni mimi mwenyewe hmm. Ushao kujipendezesha hmm. Kasema leo ni leo nimeua ya, kwa sababu mara nyingi nilikuwa nafanya mazoezi kwenye uso wangu. Tuzungumzie majira, pengine kuna mtu yote wa karibu yako ambaye alikuwa kama na yeye pia kama ubao kwako <laughs> sio? Hapa wakai hapa, na hii hapa ni shughuli yako. Yangapi kuifanya kwa hapa ndani? Ndio ya kwanza kwanza. Mm. Alikutoa wapi jiwani ingine? mm. connection niipataje? Bana, njoo ufanye hichi kitu. Atolo tunawazoeana naye muda alikuwa ni mpiga picha wangu muda muda muda sana. Kwa hiyo nilipokuja nikamwambia, kwanza, nilipokuja nikujaa kushika picha huku, kabla ya kushika picha nikajipamba nikaji mimi mwenyewe ndo akaona kazi yeah. Kwanza ndo akakwambia, bana natamani huo huo unafanya kazi kupamba wasanii aidha wa harusi, akikupa hiyo ishu, ndio unaifanya hiyo kazi kwa shilingi <laughs> ngapi? ni maelewano tu elewano mm. anam naweza ikafika hata milioni moja, ni maelewano ndishasema ni maelewano. uh -huh. siri hasa ni nini ambayo ipo ndani ya urembo? Siri kubwa kwenye urembo, mpendezesha mtu aa, ni ujuzi tu hakuna siri nyingine. sh mm. kupata fursa pengine ya kutoka hadi nje ya nchi kwa ajili ya hii kazi mm, bado ndo nimeanzaanza weka <laughs> kae natokaje nje ya nchi hapana. <laughs> Pengine huko shuleni, huko shuleni mara nyingi wanafundisha kupitia ubao aidha, kuna namna, kuna nyuso zinakaa pale, alafu mnakuwa mnazitengeneza, mna. Shuleni kikubwa ni kuangalia, hawakuambii mpambe mtu mara moja moja kwa moja. Yani unaanza na kuangalia mwalimu anachokifanya unaangalia, yaani siku za kwanza kwanza inakuwa ni kuangalia tu. Ina maana hapo anakuwa anafanya sijui kwenye mdoli au kwenye nini anafanyia wateja kabisa, maana ilikuwa ni saluni. Yeye mwalimu ndo anawatengeneza wateja na wewe unaangalia. Siku nyingine, baada ya kuangalia, akishaona kama huyu ashaangalia sana, inabidi aanze kufanya mazoezi. Mnaanza kufanyana mazoezi, nyinyi nyinyi kwa nyinyi. Maana mkimaliza, anakupa cheti au ndo vile anakuambia ushavijua. Ilitakiwa nipate cheti, lakini sikumalizia Sia, sikumalizia muda, nilitoka haraka. Sasa vipi, sasa ukiingia hasara ya kumchafua mtu uso, ingawa japendeza wewe unalifanyaje una, una hilo swala? Haiwezekani, labda nifanye kusudi mm. Fanya kusudi mm. kwa nini sasa iwe kusudi? Ndio nakwambia haiwezekani na siwezi nikafanya kusudi mm. Lakini, sasa hivi faida yake unaona kabisa itakuwa nzuri ai, kazi yako ah, tumwombe Mungu tu mm. Lengoja kwanza tukuache, maana uko haraka sana. Labda kuna wanao kutazama hapo wanataka kuambia kitu gani ah? Pambane tu na wenyewe, wakitaka kujua watajua. Kama wanapenda kazi, yaani kama wanapenda kitu chochote kile, ni bidii na moyo na uvumilivu, kwa sababu hadi ujue kitu inaomba uvumilivu mm, na unyenyekevu pia. Usipokuwa mnyenyekevu, ujue, ukiwa mkali, mwalimu wako mkali, utajua ni. Mm. Owe, unaweza kama hivi watu wangapi? Unaweza kusema kwamba leo nikiwaweka darasani nikiwaelekeza, unaweza kujua watu ngapi na sehemu na mazingira haya? Sawa na asante. Hebu nimseme, yeah, nilikuwa na sister hapa, kama ulivyomuona alivyojieleza, kile ambacho mlikisikia kutoka kwenye masuala ya makeup. Mi seme asante sana kwa kwa wewe. Naitwa Alex Ali 26. asante